Mpenzi mtazamaji, tukiwa tunaendelea na maonyesho haya 38 ya biashara za kimataifa Sabasaba hapa, tunaingia katika banda la JKT, jeshi la kujenga taifa, ambapo kauli mbiu ni tunaunganisha uzalishaji na masoko. Hivyo kwa pamoja, mimi naitwa Kanali Jacob Gideon Kingu, ni mkuu wa utawala na mafunzo katika jeshi la kujenga taifa. Nipo hapa uwanja wa Sabasaba, katika banda la jeshi la kujenga taifa kumwakilisha mkuu wa jeshi la kujenga taifa ambaye ni afisa mkuu mtendaji vile vile wa Suma JKT. Katika banda hili la jeshi la kujenga taifa, tuna vipengere ama sehemu kuu nane. Ndani yake kuna Suma JKT Guard ambayo inahusikana na ulinzi katika sehemu mbalimbali za huduma katika jamii. Mimi ni Captain Makungu, Captain Mustafa na wadhifa wangu katika kampuni ya Suma JKT Guard Limited ni meneja wa uendeshaji pamoja na mafunzo. Naam, Meja Makungu, je, shughuli hizi hapa katika Suma JKT ni nini ambacho umejikita hususan katika kukifanya? Shughuli zetu hapa sisi ni kutoa ulinzi binafsi katika taasisi za serikali mbalimbali mbali pamoja na watu binafsi. Je, Captain Makungu nini ambacho kinatofautisha Suma JKT Guard na kampuni nyingine zozote ambazo zinatoa shughuli za ulinzi? Kampuni yetu, tofauti kubwa ni kwamba sisi tunatoa huduma za ulinzi kutokana na mahitaji halisi. Kwa mfano, tunataka kwenda kulinda kanisa, inabidi watu walinzi unawapeleka pale, tuwape mafunzo kuhusiana na sehemu hiyo. Vilevile huwezi kamtoa mlinzi kwa mfano alikuwa nalinda godown ukampeleka kwenda kulinda benki. Watu wa godown tunawapa mafunzo maalum watu wa benki tunawapa mafunzo maalum, na watu kwa viongozi tunawapa mafunzo maalum, hata kanisani, hata kwa mapadili, hata kwa nani, tunatoa mafunzo maalum kulingana na sehemu ambayo anakwenda kulinda. Je, ni shughuli gani na gani, au vitendea gani kazi vipi ambavyo tayari nyinyi kama SUMA JKT tayari mnavyo? Tunayo magari ya kutosha, tunazo pikipiki piki za kutosha bunduki kama kawaida yetu, tunachukua bunduki kwamba ni sehemu ya sare za mlinzi wetu, na ndiyo maana kila mali tunapolinda sisi lazima bunduki uwepo, na hatuna gharama zozote kwenye huduma za ulinzi. Tunapotoa bunduki ni bunduki ni bure. Je, huduma hizi za Suma JKT Guard, je kwa watu binafsi majumbani pia wanaweza wakazipata? Kama nilivyoeleza toka mwanzo kwamba huduma hizi zinatolewa hata watu majumbani binafsi, na sasa hivi tuko nchi nzima. Kwa hiyo wananchi taomba mje mchukue huduma zetu, na kwa kuanzia kabisa tunaomba na nyinyi wenyewe watengezaji mwanze na kwetu. E, lingine ambalo ningependa kuwafikishia umma wa Tanzania, kwamba jinsi unavyoona walinzi wetu walivyo ndivyo ubora wa huduma zetu zinavyoonekana. Asante sana Captain. Kuna kitengo cha matrekta. Mimi ni Meja Zabron J Mdoe. Kitengo cha Suma JKT, Agri Machinery Project Mwenge hapa tumejikita kwenye zana zote unazoziona hapa ambazo ni za kilimo: matrekta, matrela, planters, plows na power tiller, mashine zinazokidhi mahitaji ya wakulima wetu Tanzania. Ina maana hii yote ni katika kutimiza kama ambavyo tunasema kilimo ni uti wa mgongo wa taifa, na nyinyi jeshi la kujenga taifa mmejizatiti katika eneo hilo. Hili ndio lengo hasa katika kilimo kwanza. Jeshi la kujenga taifa chini ya Suma imeunda hicho kitengo cha Suma Agri Machinery Project kwa ajili ya kukidhi mahitaji na huduma kwa wakulima wote. Naam. Je, mashine zenu au power tiller matrekta yana tofauti gani na matrekta mengine na power tiller nyingine? Tractor zetu hazina tofauti na matrekta ya watu wengine, ni tractor za kawaida hizi hizi ambazo kampuni nyingine wanazo, isipokuwa sisi tumebase kwenye zile tractor ambazo tumeona zina Eh, utendaji mzuri Kitanzania, kwa mfano farm truck hiyo hapo na New Holland na version ya kutoka China Amec, hizi sisi tunadili nazo katika. Tofauti kubwa moja, sisi tuna dili na viwanda vinavyotengeneza trakta hizi moja kwa moja, kwa maana mkulima wetu wa pili wake ni sisi, sio agent mwingine katikati. Kwa hiyo tuna uhakika wa product hii kutoka kiwandani tuna uhakika wa spare part kutoka kiwandani na tuna uhakika kwamba zitaweza kukizi mahitaji ya wa wakulima wetu kwa sababu tayari nyingine zilikuwa zina kizisi katika market. Naam, je, ni ulize? Mtu anaweza akawa anatizama kipindi hichi hivi sasa na anasema Agro Machineries katika kitengo cha Suma JKT. Nawezaje kupata au ni namna gani ambavyo huduma hizi zinatolewa? Huduma hizi zinatolewa hizi kwa kununua kwa vyombo vyote ambao utakuwa umechagua kuwa navyo kwenye shamba lako, au kwa utaratibu wa kutumia pembejeo au madirisha ambayo yamelengwa kutoa huduma za pembejeo kwa wakulima kama TIB, CRDB na baadhi ya benki, lakini hata halmashauri na SACCOS. Pia wakulima binafsi moja mmoja waliojilenga. Suma JKT Agri Machinery Project imeweka dirisha ambalo mtu anaweza akajidhamini na akadhaminiwa akawa anakopesheka baada ya tathmini za kukopesheka, mtu anaweza kununua trekta hilo kwa masharti ya Suma kama kitengo maalum. Naam, ndugu mtazamaji, karibisho sana Suma JKT. Naam, tukiwa katika kitengo hichi kingine cha Suma JKT, ni kitengo cha ujenzi, naye ndugu hapa atatueleza. Mimi ni injinia Kiarua alimfinanga, niko Suma JKT upande wa ujenzi hapa tulipo kwa ajili ya kuonyesha majengo yetu mbalimbali mbali, ambayo yanajengwa na SUMA JKT, idara ya ujenzi. Kwa mfano tukianza na majengo ambayo ni ya UBM yanayojengwa na, na site katika site yetu mbalimbali ambazo tumejenga, kwa mfano kuna TPDF tumeshawajengea na sasa hivi bado kuna site zinaendelea upande wa Msapa. pia tuna shughuli, tumejenga jengo la Yudom, Dodoma kule ambalo sasa hivi ni chuo kikuu. Pia tunajenga majengo mengine ya jengo la uwekezaji la, la KKT ambao sasa hivi wanashughulika na kwa ajili ya uwekezaji. Pia idara ya ujenzi inajenga majengo mbalimbali, ikiwa mbali, ni pamoja na barabara na kuna mitambo ambayo tunaitumia kujengea UBM, ndio kama inavyoonekana hapa. Hii ni mitambo ambayo inatumika kwa ajili ya UBM ambayo inajengea majengo yetu ambayo tunayojenga hivi sasa. Majengo mengine tunayojenga ni kama Dodoma, mahakama ya Kongwa, halafu na jengo la Suma JKT lililopo Kizuiani Dar es Salaam na majengo mbalimbali ambayo mbali mbali tunayafanya. Suma JKT pia kuna kitengo chake cha Kunduchi JKT ambacho wanashughulika na uzalishaji wa wa kokoto mbalimbali mbali. Wanavunja mawe na, na kuingiza kwenye mashine za kusagia kokoto ambapo tunapata kokoto za three quarter, half inch na chipping kwa ajili ya kumix na mchanga, tunapata kokoto za concrete blocks baada ya kuvunja haya mawe tunapata pia crusher dust. Hii crusher dust dust hii ndio inayotumika kwa ajili ya kutengenezea tofali za hydroform. Na pia tunatumia kokoto hizi za chipi kwa ajili ya kutengenezea tofali zetu za saizi mbalimbali upande wa Suma JKT Kunduchi. Engineer Mfinanga, rai yako kwa umma ni ipi tukizingatia eneo hili la Suma JKT Construction? Rai yangu kwa umma wa ya ni kwamba waje wajenge na Suma JKT kwa ajili ya kupunguza gharama na kazi zetu ni rahisi na za muda mfupi sana. Ukijenga na Suma utachukua muda mfupi wa kumaliziwa jengo lako. Nashukuru sana mpenzi mtazamaji, hichi ni kitengo cha Suma JKT Construction. Tuna kitengo au sehemu ya eh, kiwanda cha kwetu cha, cha, cha JKT cha samani ambapo utaona fanicha mbalimbali ikionyesha mbali, makochi, utengenezaji wa makochi, vitanda, makabati na vifaa vingine mbalimbali. Kuna bidhaa mbalimbali za samani ambazo zinatengenezwa na Suma JKT, bidhaa zenye ubora wa hali ya juu kabisa zenye kutumia malighafi kutokea hapa hapa nchini mwetu Tanzania, kama ambavyo naliona kabati hiyo, kama ambavyo unaona dressing table na kitanda hichi, hivi ni sehemu tu ya vitu ambavyo vinatengenezwa na Suma JKT. Pia kwa upande wa viti vipo na vitanda vya watoto vyote vinapatikana kutoka katika Suma JKT, na pia ukizungumzia samani za ofisini nazo zinapatikana Suma JKT. Hivi hapa ni vifaa vya kutumika maofisini, kama ambavyo tunaona meza ya kompyuta, ambapo ni kutumia mbao kabisa, ambao inadumu kabisa. Kama